Habari, tunakushukuruni kwa mwito wetu mfupi ambao tumekupeni jana, ngine time nzito na leo mkaweza kuhudhuria hapa, tunasema asanteni sana sana sana, wanahabari, tukiwa leo ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2025, mwaka wa maamuzi siku ya Jumapili. Mbele yetu tunaye mwanasheria wa chama anayeongoza wanasheria wa chama, kiongozi wa chama, mwanasheria mkuu wa chama, ndugu Omar Said Shaban ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya uongozi ya taifa chama, kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu wa taifa wa chama cha ACT wa Zanzibar. Lakini hapo hapo hadi muda huu ni waziri wa viwanda na maendeleo, waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda, yuko mbele yenu kama kiongozi wa chama na mwanasheria mkuu wa chama, kuja kuzungumza nanyi wanahabari, tunaamini habari hizi zitawafikia Watanzania na walimwengu wa ujumla wao. Sisi kama chama cha ACT Wazalendo hatupendi sana kupiga bobo au makelele. Tukiita waandishi wa habari, basi tuna jambo la msingi tunataka kuzungumza na kwa kuwa tunakuendelea tena, huko mbele press zetu sisi zitakuwa nzito. Sasa yale mavuvuzela atanyamaza Tunakuelekea. Sisi hatuna muda wa kujibizana na mavuvuzela kila siku, ambao wanazungumza katika vyombo vya habari akifahamiki kinachozungumzwa. Tunapokuja kuzungumza chama hichi ambacho kinakwenda kuchukua serikali Oktoba 2025 tunazungumza mambo makini, mambo ya matumaini, mambo ya kuwaondoa Wazanzibari katika dhiki za chama cha Mapinduzi katika nchi hii na kuwapeleka kwenye neema zitakazosimamiwa na chama cha ACT Wazalendo Oktoba 2025. Kwa hivyo tumejipanga kiasi hicho. Tukikwambieni njoni mtusikilize, basi mjue kuna mambo mazito kabisa, porojo ziko kiswandue hapo. Sasa tukae makini kabisa kwa kumsikiliza mwanasheria mkuu wa chama chetu ndugu Omar Said Shabani, ili aweze kuzungumza na hadhara hii ya waandishi wa habari na Watanzania, Wazanzibari na ulimwengu kwa jumla weze kusikia nini mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo anachozungumza kwa niaba ya chama cha ACT Wazalendo. Karibu ndugu Omar Said Shabani. Salamu aleikum. Habari As za asubuhi, yeah. Mchana haujaingia bado Ndugu katibu wetu wa idara ya habari uenezi na mawasiliano ya umma Jomba Salim Bimani, maafisa wa chama mliokuwepo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu aleikum. Kwanza na mimi ni niongeze pale ambapo Jomba Bimani ame- ameeleza kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kwa kufika kwenu kuja kutusikiliza bila shaka ana haina haina wasiwasi wote kwamba ushirikiano wenu waandishi na chama chetu cha ACT Wazalendo ni mkubwa na mmekuwa mkitupa ushirikiano kwa ajili ya kufikisha taarifa zile ambazo kama chama kama taasisi tunataka ziwafikie wananchi na kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali mbali. Na kwa sababu sisi ndio tumaini la Wazanzibari, basi kila linapotokea jambo katika nchi hii Wazanzibari huwa wanataka kusikia ACT wanasemaje. Kwa hiyo kwanza niwashukuru kwa hilo na tumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa tujalia kufika leo tukiwa wazima nawafya. Ndugu waandishi, lengo kuu la kuwaita hapa ni kutoa msimamo wa chama chetu cha ACT Wazalendo juu ya mambo kadha yanayoendelea nchini hususan hapa Zanzibar. Sisi kama chama makini cha siasa na ambacho kina ridhaa ya Wazanzibari kuongoza nchi hii, na hili nalisema kwa msisitizo mkubwa. Ninaposema tuna ridhaa ya Wazanzibari kuongoza nchi hii, ilisha prove dunia, ilisha prove kwamba Zanzibar sisi ilisha ilishakataliwa miaka mingi sana, ni kama msiba, pengine maiti tu tunayo ndani, hatujazika, lakini kama kufa ishaji, ishajifia. Sote tunakumbuka tume walifuta uchaguzi hapa baada ya sisiemu kulala chali. Kwa hiyo nasema kwamba sisi ni chama chenye ridhaa ya wazanzibari kuongoza nchini na sisi kama ilivyosema na kwamba sisi ndio chama ambacho likitokea jambo lolote lisilo la kawaida, basi wananchi na nyinyi wanahabari huwa mnashauku ya kujua ACT Wazalendo wanasemaje katika hili. Ndugu zangu, hivi karibuni fikiri kama siku mbili zilizopita hivi, tumemsikia au siku tatu, mkuu wa mkoa wa mjini Mahari, kaka yangu, rafiki yangu, swahiba wangu Idrisa Kitwana, akituma salamu kwa wanasiasa, vyama vya siasa na wafanyabiashara kwa ujumla, kuwa katika mkoa wa mjini Mahari ni marufuku sasa kuweka matangazo ya kubandika yaani, matangazo ya makaratasi yanayobandikwa kwenye kuta za majengo, milingoti ya taa za barabarani na maeneo mengine ya wazi, na kusisitiza kuwa sasa anayetaka kufanya hivyo kuelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu atalazimika kutumia mabango ya kidijitali na si vinginevyo. Naamini waandishi mliokuwepo hapa baadhi yenu au wote mlikuwepo kwenye mkutano wake huo na waandishi wa habari na mmemsikia. Kwa hiyo halikuwa jambo la siri. Ndugu waandishi, sisi chama cha ACT Wazalendo hatujashangazwa kumsikia mtu kama mkuu wa mkoa Idrissa Kitwana akitoa kauli kama hizo, na nafikiri tuna sasa tunakubaliana kwa hivi sasa brandi yake ndivyo ilivyo kwamba ni mtu wa kuongea vitu visivyokuwa na mantiki yoyote. Ukiitwa na waandishi, mnajua ukiitwa na Kitwana Idrisa kwa mkoa unajua unaenda kusikiliza vitu visivyokuwa na mantiki. Sasa nafikiri wakati kila binadamu anajipambanua kwa lake matukio ya hivi karibuni na matumka ya hivi karibuni, nafikiri kaka yangu wamejipambanua hivyo. Lakini kinachotushangaza na kutushtua ni ukimya wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC. Hicho ndio kinachotushtua. Hatushtuki kumsikia Idrisa akizungumza aliyoyazungumza si jambo geni kutarajia kutoka kwake. Kinachotushtua ni ukimya wa tume ya uchaguzi na tume ya taifa ya uchaguzi na kuendelea kukaa kimya na kufumbia macho matamko ambayo yanapotosha kabisa msimamo wa sheria za uchaguzi ambao wao wameapa kuusimamia. tunafahamu watu wa tume wameapa wameapa kusimamia sheria, au sivyo? ya tume ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi na katiba. Sasa anapotokea mtu anapotoa matamko, tena kiongozi wa serikali, ambayo anakwenda kinyume kabisa na sheria ya uchaguzi, hili ndo lilatushtua sisi. Hatushtuki na hapa vizuri eh, mweke rekodi sawa. Hatushtuki kumsikia mtu wa aina ya Kitwana kusema anayozungumza, hatushtuki, na pengine huko mbele yatakuja makubwa zaidi. Tunachoshtuka ni kuona tume ya uchaguzi tume, tume huru ya taifa ya uchaguzi wamekaa kimya wakijua kwamba yale yaliyosemwa yana position yake kwenye sheria, na ndiyo maana mimi nipo hapa kuyasema. Ndugu waandishi, kauli ya mkuu wa mkoa Idrisa Kitwana tunaiweka kwenye muktadha mmoja mkubwa: ni kupora mamlaka ya tume ya uchaguzi walionayo chini ya kifungu cha 64 cha sheria ya uchaguzi nambari 4 ya mwaka 2018 tunaelewa kauli hiyo inapora sijui kupora sijui kupokwa, sijui, Waswahili mtaiweka nyie vizuri, lakini kupora mamlaka ya tume ya uchaguzi. Na kwa nini nasema hivi? Tunasema hivyo kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, mambo yanayohusu vifaa vya kampeni na ubandikaji wake na uandaaji wake yanafanywa kwa mwongozo utakaotolewa na tume. Sijui tunaelewa na vizuri mambo yote ya election materials, na nitawasomea sheria inavyosema, kifungu kinavyosema ili mfahamu sasa. Na nyinyi na mimi, nafikiri kiongozi wangu, mjomba wangu Bimani, tufanye semina siku moja kwa waandishi wa habari kuwapa dozi ya sheria za uchaguzi ili wakiitwa huko waweze kujibu kuuliza maswali, sababu huwezi kupata mtu kiongozi anasema maneno kama yale alafu mnaondoka bila ya kumchallenge. Itabidi sisi kama chama, kiongozi chama chenye kuongoza Wazanzibari, kuna haja tukawapa semina waandishi juu ya sheria za uchaguzi ili mtu yoyote sasa akiwaita asiwachukulie poa na ile ni dharau kwenu waandishi wa habari anawachukulia poa unless kama hawapi nafasi ya kumuuliza maswali lakini kama anawapa basi asiwachukulie poa sasa nitawasomea kidogo kifungu kinachosemaje na nyinyi mtatafuta wenyewe sawa eh? kifungu cha 64 vifaa vya kampeni na ubandikaji wake vifaa vya kampeni na ubandikaji wake. Tume itatayarisha mwongozo wa uchapishaji na ubandikaji wa vifaa vya kampeni ya uchaguzi katika maeneo ya umma. Ni mwongozo unaotolewa na tume. Angalia maneno yaliyotumika kwenye sheria: uchapishaji na ubandi maana yake nini? Sheria inatambua katika nchi hii matangazo ya kampeni yatakuwa ni ya makaratasi. Hii digital inayosema ni anasa, ukitaka mwenyewe tu, ni ni extra, ni luxury. lakini msingi wa sheria, msingi wa sheria ume makitume haijasema matangazo au sivyo? Matangazo itatangazwa vipi? Kwa maana ya redio au ni a a imeeleza, sheria imeeleza kabisa uchapishaji na ubandikaji. Kinachobandikwa nini jamani? si karatasi?